Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa ni rahma, hakuwahi kuonekana anapiga, si mke si mtoto si watu si katika sahaba zake. Unajua kwamba mtume amepigana zaidi ya vita ishirini na lakini hakuua hata mtu mmoja katika historia. Mtume kaua mtu mmoja tu. Mpaka ifike mtume akuue, we ni mtu ovyo kabisa. Ubay bni Khalaf ndo mtu wa pekee aliyeuawa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam katika vita vya Uhud. Na ilikuwaje ye? Yeye alikuwa na farasi wake anamlisha, anasema. Unaona, hii ni maandalizi ya kwenda kumuua Muhammad. Huyu jamaa ana farasi wake anamwandaa, na silaha yake anamwandaa, anasema karibuni tu mtasikia Muhammad kafa, la aktulanna Muhammada, huyu mtamuua mimi. Na alivyojitoa kama hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasalam akasema mwacheni. Siku alivyokuwa sasa amedhamiria kwenda kumuua Muhammad katika vita vya Uhud, kaonekana huyo huyo huyo huyo, anasema Rasulullah, huyu ameshatiania muda mrefu, lengo lake ni kukuua. Tumesema mwacheni, nitamuua mimi. Mtume kachukua mikuki kile mirefu, kutoka kwa mtu, kamrusha na angalia, umemscratch au kumwingia kwenye mwili, wala uliscratch tu, akadondoka, akaanza kupiga kelele, jamani, kishaniua Muhammad. Hata hau kukuchoma s maadamu kasema, hataniua mi, nitakufat subhanallah. Huyo ndio mtume wetu Muhammad.